Jicho lako mtazamaji limefikia mahali sahihi. Karibu sana pembezoni mwa tukio. Hapa ndipo unapata ukweli na taarifa za kuaminika. Hizi ni taarifa moja kwa moja ya taswira ya Al Shifaa tarehe 11 mwezi Juni mwaka 2025. Jina langu ni Diana Faith Isabella. Mwanaharakati Batuli amewashtumu wanaharakati wa Pwani kwa kuwa binafsi na kushirikiana na wanasiasa badala ya kuwapa wananchi kipaumbele katika harakati zao. Akizungumza katika mahojiano maalum na runinga ya Al Shifaa, Batuli amesema kuwa licha ya kuwepo kwa mashirika mengi ya kijamii na wanaharakati wa kujitegemea katika ukanda wa Pwani, mchango wao katika kuleta mabadiliko ya kweli kwa wananchi umekuwa mdogo mno. Amesema kuwa baadhi ya wanaharakati wamegeuza harakati kuwa jukwaa la maslahi binafsi, wakitumia nafasi hizo kujinufaisha, kujipendekeza kwa wanasiasa badala ya kuangazia changamoto zinazowakumba wananchi wa kawaida Batuli pia alieleza kuwa changamoto kubwa inayokwamisha juhudi za kutea haki za wananchi ni ukosefu wa mshikamano miongoni mwa wanaharakati wenyewe. Hawana umoja, kila mmoja anafanya kazi kivyake bila ushirikiano, kwa kweli, jambo ambalo linawadhoofisha na kupunguza ufanisi wa juhudi zao, alisema kwa msisitizo. Kitu kingine ninachokuambia ni wanaharakati wa Mombasa, wanaharakati wa Mombasa, kuna registration za wanaharakati wengi sana wako huko, wa femicide wako huko, lakini mnaona hii kujificha. Mnajificha, mnakula na wanasiasa, mnakula na mataifa mengine. Haitusaidii, kwa sababu mimi sasa, ukiniuliza mwanaharakati ni gani Mombasa? nitakwambia haki Afrika, nitakwambia Mungu, ndakwambia ni, but they know where to be seen. Take for example ile reject ya finance bill juzi siku ya hii. It was a public holiday. Why do we need a bill on a public holiday? where we know people are in the public holiday. na activists wale walikuja wali wakajua kuna hii. Why they did not continue? wakaita wanaharakati wengine wote hata kama mu, nyinyi mnatetea femicide, munatetea defilement, munatetea nyote ni wanaharakati na if you don't have a bill that is going to work in your favor it will be even hard for you to run that organization mm -hmm. Kitu mimi ninachoangalia kuna wanaharakati in Mombasa County ambao wanataka uonekane wao kama this Mombasa County they are the only people who are living the same island. Mm. We might have different views or opinion, maybe kama wewe unampenda governor ama governor ni, ni familia yako na am not supporting them, that is not a reason for you to exclude me for my country for my county. Na kwingineko kwa mtazamaji ni kuwa mwanaharakati Batuli ameweza kuikashifu serikali ya kaunti kwa kupitisha mswada wa fedha wa mwaka 2025, mwaka 2026 bila kumuhusisha mwananchi wa kawaida katika mchakato wa maamuzi. Amesema kuwa hatua hiyo ni kinyume na msingi ya uwazi, ushirikishwaji wa umma na utawala bora kama inavyodaiwa katika Katiba ya Kenya. Batuli ameonya kuwa ikiwa mswada huo utapitishwa bila marekebisho au maoni ya wananchi, basi utaleta athari kubwa hasa kwa wakazi wa kipato cha chini katika kaunti ya Mombasa ambao tayari wanakabiliwa na gharama ya juu ya maisha na no ukosefu wa huduma bora. Kutokana hiyo, na hali hiyo Batuli amesema na kuweza kutoa wito kwa wawakilishi wa wodi kusimama kidete na kutetea wananchi waliowapa hapa mamlaka ya kuwakilisha. Amesisitiza kuwa jukumu la viongozi wa kaunti si kufuata na maelekezo ya watendaji bali kuhakikisha kuwa sauti ya mwananchi inasikika na kuheshimiwa katika kila hatua how, at, uh, ya utungaji wa sera na sheria. And that is ile activism tulipeleka ya reject finance bill ya county ya Mombasa ya the the county the governor, it is finance guys. Walikaa chini watake, wakatengeneza finance. Wakajua hii itawa, itawa master watu. No kiangalia, haikuletwa kwa wananchi wakaipasisha. Moja, one document ndio ililetwa, na hizo zingine zikapitishwa chini ya maji. Na kiangalia ile kitu iko pale, it's very costly to the wananchi of Kenya. We have county assembly, which there ni wale madoli ya masanamu, ama MCA wetu. Wakivurutwa huku, wakivurutwa huku wanakubali. After mm -hmm. nilipokwenda pale I was disappointed, very disappointed. Kuangalia ma MCA ambao tuko nao kwa county. They cannot talk, especially the women. They are nowhere. Ushaona? Ukiangalia, sisi tumeandika petition. Nani alikuwa faa tujibu? The chair of the budget ndio alikuwa anafaa aje atupatie maswali mm -hmm. So, lakini is a superior. Is a supreme guy. The minute you want him, you need to go to a channel. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kutoka ukanda wa Pwani yanatoa wito kwa serikali kuhakikisha uwajibikaji wa kweli na wa maana ndani ya idara ya polisi kwa kuanzisha uchunguzi huru wa kina, usio na upendeleo kuhusu madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu. Wakiwa katika mkutano uliofanyika mjini Mombasa, mashirika hayo yamesisitiza kuwa hatua ya serikali ya kuwasitisha kazi maafisa wa ngazi za chini ni juhudi ya kupotosha umma na njia ya kumlinda Naibu Inspekta Jenerali polisi Eliud Lagat. Mashirika hayo yametoa wito kwa serikali kutomkinga kifua kiongozi huyo na badala yake yamtaki kuwajibika kamilifu kwa kitendo na matendo ya kikosi chake, huku yakimtaka ajiuzulu mara moja kutoka mamlakani ili kutoa nafasi kwa uchunguzi wa haki na wawazi uweze kufanyika. Na mtazamaji, tuelekee ukanda wa pwani kaunti ya Kilifi ambapo mvuvi mmoja ameweza kuuawa katika kaunti ya Kilifi kufuatia mzozo uliozuka baina ya wa wavuvi wenyeji na wale wa Pemba walipokuwa katika shughuli zao za uvuvi. Mwanaripota wetu Mary Ongoche ana mengi ya kukujuza. Tukazunguka nao tukatia nyavu, samaki twawakosa, ikafikia wakati sasa mafuta huku kwetu yameisha. Mzozo huo ulitokea wavuvi wenyeji walipotafuta usaidizi kutoka kwa wenzao wa Pemba baada ya mashua yao kuishiwa mafuta, hali iliyopelekea nduguye Omar Ali kupigwa kwa pondo na kutumbukia baharini huku akipoteza maisha yake. Aa, wenzetu huku kuna watu wazima ambao ni watu ambao wametuzidi umri, na wao wenzangu walikuwa ni vijana. Unaona. Kadiri ya pale wakawa hawataki wale wengine kuganya wale samaki. Ikawa sasa ni mzozo wa vijana, ukazuia ile dau, basi tuvuteni, hata kama mtu tuganyia, sisi hatuna mafuta, tufikisheni hata kama ni kule kandoka kandokando. Sasa kila mwenye anashika dau anampiga gongo ili achilie lile dau, watu wache kule majini, na tulikuwa kwa mkondoni. Ndugu wangu akabidi yenda kule mbele akashika ile ile kamba yao ya kule mbele, kadiri ya kushika kamba kumetoka jamaa najita adui na gongo, akaenda akamwachilia gongo la laki kichwa, kumpiga gongo la kichwa iliyataka kupeleka lingine, mi nikabidi nitoke mbio sasa kwenda mtetea yule mdogo wangu, nikaeka mkono wangu kwaeka mkono akanipiga mimi gongo, kumbe yule ameshikwa na kisunzi akaangu akaanguka tayari, damu ziko sasa. Kipindi cha kwamba si tuzunguke tumfate tumwokote, tukashindwa na mafuta, tunawaita hao, wakaanza mbio kukimbia. Tukio ambalo limesababisha hamaki kwa wakazi wa Old Ferry na kupelekea kuteketezwa kwa mashua mbili za wavuvi wa Pemba. Aidha, OCPD wa Kilifi pamoja na kamishna wa kaunti hiyo wameongoza maafisa wa polisi na machifu katika kutuliza hali baina wa ya wavuvi hao wa pande zote mbili huku wakihakikishia wenyeji usalama. Pole sana kwa janga hili ambaye imepata watu wa Mnarani wa na mi nataka kuhakikishia nyinyi kama wananchi wa Mnarani, ningependa na naomba na nawasihi na tutumishe amani wakati tunaendelea na uchunguzi. Na ile kitu ningependa kuambia nyinyi, wale wote walikuwa kwa hiyo pota ambayo ilikuwa kwa bahari tayari wamechukuliwa na wako kwa station. na uh, mwenda zake ambaye amepoteza tumepoteza ambaye anaitwa Rashid, uchunguzi inaendelea na hao wa watu wote wako kwa mkononi mwetu. Huku shughuli za kutafuta mwili wa mwenda zake zikiendelea, wakazi wametaka sheria kuchukuliwa ili haki iweze kutendeka. Tunachotaka, tunataka haki ya Ali ipatikaniwe tena haraka. Tutasaidiana na maskari ili haki ya Ali ipatikaniwe kwa haraka. Nikiripotia runinga ya Alshifa kutoka kaunti ya Kilifi, jina langu ni Ongoche Mary. Tukisalia katika ukanda wa Pwani, kaunti ya Kwale, ni kuwa kituo cha afya cha Mkongani kilichoko Matuga sasa kimepandishwa hadhi na kuwa hospitali ya nne, tukio lililoongozwa na Rais William Ruto na gavana wa kaunti hiyo Fatma Achani. Uboreshaji huo umejumuisha chumba cha upasuaji, wodi ya wagonjwa wa kulazwa na huduma za X-ray hatua inayopunguza safari ya zaidi kilomita 40 hadi hospitali ya Kwale. Kwa sasa kina mama wajawazito zaidi ya 1500 kwa mwezi watapata huduma za dharura kwa wakati na zaidi ya upasuaji 27 tayari umefanyika tangu kufunguliwa. Zaidi ya wakazi 1011 kutoka vijiji nane wamenufaika moja kwa moja hospitali pia inatoa kliniki za nje kwa magonjwa sugu kama kisukari na shinikizo la damu, huku mpango wa bima ya afya ya jamii SHA ukilenga kupunguza mzigo wa harama kwa wananchi. Nataka kila huduma iwe, masuala yote ya kiafya tuwe tunayamalizia hapa Mkongani Health Center ama hapa Mkongani Sub County Hospital. gasawa mata gasawa Najua watu wengi walifikiri tukizungumza tunazungumza siasa. Operation zinafanywa maana hata ganafanyika ganafanyika gafanyika hivi na zinafanywa kazifanywa na X-ray inaenda ndani. Nilikuja hapa nikatembea hospitaliani ilikuwa na kijilabu kidogo kama kijilabu chidite sana kubwa, ilijengwa haikujengwa. maisha yanasonga hayasongi. Tunataka kila mkwale aweze kupata huduma bora ya afya. Na mtazamaji, tuelekee michezoni ambako kocha wa Harambee Starlets Beldine Odemba ataendelea kuiongoza timu hiyo ya taifa ya wanawake kwenye mashindano ya Sekafa yatakayofanyika jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hatua hii imekuja baada ya kilichofanyika siku ya Jumatatu kati ya kocha Odemba na rais wa shirikisho la soka la Kenya Hussein Mohamed, ambapo alithibitisha kuwa bado yuko tayari kuendelea na majukumu yake. Kocha huyo ambaye ameweza kuiongoza Starlets tangu mwaka 2023 anajikuta katika maandalizi ya mashindano haya muhimu na kuelekea katika mechi ya kufuzu Afcon kwa wanawake mwaka 2026 elekee roba za kimataifa ambapo mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam imezuiwa kwa muda shughuli za kisiasa za chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema. Hii ni baada ya aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa Zanzibar, Said Isa Muhammad na wenzake kufungua kesi ya msingi, wakilalamikia hatua ya chama hicho kuibagua Zanzibar katika shughuli zake zikiwemo rasilimali za, rasili za kifedha. Kwa mujibu wa maamuzi ya mahakama, katika kipindi cha siku kumi na nne safu nzima ya uongozi wa Chadema haitaruhusu kufanya shughuli zote za kisiasa. Aidha wamelalamika pia kuwepo kwa ubaguzi wa kijinsia, udini na matamko yanayodaiwa kuwa na nia ya kuvuruga muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Uamuzi huu wa mahakama umetolewa baada ya wakili wa Chadema Jebra Kambole kujiondoa katika kuendelea kusimamia kesi hiyo mapema Jumanne, akilalamikia hoja za mawakili hazikusikilizwa ipasavyo. Na mtazamaji, kumbuka kilicho na mwanzo wa kikosi mwisho, na nimefika ni tamati mwa habari na kutakia wewe mtazamaji usiku mwema. Jina langu Diana Faith Isabella.